Zaidi moja, kati ya kipindi ambacho kimekuwa kikiruka kupitia Azam TV ni Safari Field Challenge, jukwaa ambalo limekuwa kwa kiasi kikubwa likionyesha uhalisia wa kinachotokea hasa kwa waongoza watalii. Zungumza hilo na Richard Nyandongo uh, yani chacha ambaye e, ni mwongoza watalii, mtu maarufu mkubwa sana kwenye kipindi chetu cha Safari Field Challenge ambacho e, unakiona moja kwa moja kupitia Azam Sports, e, tukiona na safari ya uh, waongoza watalii, namna ambavyo wanafanya majukumu yao, lakini ni kipindi ambacho kinaonyesha mashindano kati yao, na yeye alikuwa ni miongoni mwa washiriki, licha ya kwamba alitoka lakini Eh, tulipata ladha ya aina yake kutoka kwake kutokana na uzoefu ambao aliupata, lakini pia kutokana na ushindani ambao aliuonyesha katika shindano hilo maarufu eh, la waongoza watalii. Chacha, karibu sana. Asante sana, good luck. Eh, mambo yanakwendaje? Shwari. Eh, <laughs> unajionaje? Tunafurahi kukuona maanake tumezoea kukuona porini. Eh, leo uko studio. Niko studio ya karibu sana. na Eh, kazi ya kuongoza watalii na, na naweza nikasema kwa miaka ya hivi karibuni inazidi kupata umaarufu mkubwa sana sana kabisa. Ah, ni kazi ambayo mtu mwenye mtoto wake wa kike wa kiume anaweza akamshauri ama akamshawishi akaifanye, sio? mm, eh, ni kazi ambayo mimi huwa napenda kusema eh, ni ya jinsia zote mm. Eh, kwa hiyo haibagui mm. Eh, kama zilivyo kazi zingine ni kazi ambayo eh, mwanamke au msichana, tunao wanawake sio tu wasichana Unajua, kuna wanawake na wasichana, kwa hiyo tunao wanawake pia ambao wanafanya kazi hii kwa weledi wa hali ya juu yeah. ingawa ni kazi ambayo imeonekana kwamba, zaidi zaidi, kutokana na mazingira yetu, ambapo tunaiperform huko porini kwamba wanaume wanaume ndio eh, wanaweza kwa sababu ni kombani ele... nginje nginje yeah, na of course ni kazi ya nginje nginje hata ukiwa mwanamke pia mm. lazima uhakikishe kwamba una na, na hasa hivi watu wameona chacha ukisikia tu chacha eh, ndio eh, eh, na, <laughs> na labda pia good luck katika kunitambulisha wakati unaanza uh -huh. naomba nikurekebishe kidogo eh, ndio eh, mimi sikutoka ndio siku eh, sikuaga siku mashindano mimi katika ile TSFC safari Tanzania Safari Field Challenge mwaka jana 2024 ndio 20 mimi ni mshiriki ambaye nilikwenda mpaka mwisho. Mm. Kwani nilikwenda mpaka katika fainali, mm. sikutoka. Mm. Na kama ulivyosema nilikuwa mshiriki machachari sana. Bwana Good Luck, unawezi kuamini. <coughs> Napata simu nyingi sana, napata mashabiki wengi sana kupitia Azam TV mm. baada ya kuonyesha lile tukio au baada ya kuonyesha ile competition, ile challenge. Yeah. Napata simu nyingi kutoka mikoani lakini pia napata mawasiliano kutoka hata nje ya nchi ya Tanzania. Kwamba chacha vipi mwaka huu utashiriki? uh -huh. na nikwambie tu kwamba nilipigiwa simu nyingi. Wakina mama wakina baba na watu mbalimbali walinunua sana visimbuzi. Siku hizi umetumia visimbuzi visumbu, visimbuzi vya yeah, Azam TV. Mama wanao pia wanakupigia sana watoto. yeah. Ndio usiseme. mm. Nimepata mashabiki wengi sana watoto. mm. Wanapenda zile staili zangu wanapenda zile swag zangu mbwembo, wanapenda mbwembo jinsi zile, <laughs> zile mbwembo unajua. <laughs> Ngoja nikwambie dada nani eh, Hilda, Hilda eh, kuwa guide kuwa yeah. guide ni taaluma ambayo unahitaji mm. no, pia. No, <laughs> <tuli tae. laughs> pia kuwa mcheshi unahitaji pia kuwa mchangamfu, lakini pia storyteller, yani mtu mm. wa kutoa taarifa uh, hadithi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nimepata watoto wengi sana kutokana na hadithi, hadithi zangu ambazo nilikuwa nikizifanya yeah. Kwa hiyo ni mshiriki ambaye kwa kweli naweza kusema kwamba nilipata mashabiki wengi na umma wa Tanzania na wale wasiokuwa Watanzania walipenda sana jinsi nilivyokuwa na wakilisha Tumegusia hapa kuhusiana na kazi yenyewe yeah. ya, ya, ya, tour guide yeah. ama mwongoza wa watalii. Mm. Kwa, kwa kitu gani ambacho kilikuvutia huko? Eh, kwa mwongoza wa watalii? Mm. Asante sana. Kuna kuna vitu vingi sana ambavyo mimi vilinivutia moja kwa moja kuwa mwongoza wa watalii. Kwanza eh, kabla sija mwongoza wa watalii mimi nina mimi ni wildlife manager. Yaani mimi ni conservator, mimi ni mwikolojia. Mm. Eh, mimi najiitaga pia katika zile AKA zangu najiita nature enthusiast and mm. wildlife interpreter. Yaani ni mtu nayependa mazingira, ni mtu napenda uhifadhi. Nikiona e, watu wanakata miti wanavunja miti, wanaua wanyama najisikia vibaya sana mm-hmm. E, kwa hiyo ni mtu ambaye napenda uhifadhi, ndo kitu kilichonipelekea hasa nikapanda hii mbegu ya kuwa safari guide, lakini pia kwa kujibu swali lako kwa ufasaha zaidi, unapokuwa mhifadhi kuna vitengo kadhaa, kuna mambo ya ikolojia na vitu vingine. Mimi nilichagua kuwa e, interpreter Wildlife interpreter au wildlife interpretation is a tool of wildlife management. Yani kuwa mtu wa maelezo ya mambo ya asili, mambo ya uhifadhi, mambo ya nature ni nyenzo muhimu sana katika kufanya uhifadhi, katika kufanya conservation. Kwa hiyo mimi nilichagua hiyo fakat, nilichagua ile eneo la kuwa mtu wa maelezo. Na ukisha kuwa mtu wa maelezo mzuri, una uwezo mkubwa sana wa kuwa a very good safari guide. Mm. Yeah. Yeah. Yeah. Ume, umezungumzia kuhusiana na sifa za mtu kuwa uh, mwongoza watalii. Yeah na ndicho ambacho kimsingi tunakiona mkishindania kupata yule ambaye ni bora. Yes, yes. Tunafahamu kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo sekta ya utalii ni miongoni mwa sekta za kipaumbele sana katika uchumi wa Tanzania. Una kuwa kwa kasi, na unakuwa kwa kasi. Mm-hmm. Wakati fulani tumewahi kufikia hadi hatua utalii ukiwa unaingiza asilimia ishirini na saba ya pato la taifa, licha ya kwamba hivi karibuni, yeah, sekta ya utalii ilishuka kutokana na mdororo wa uchumi janga, yeah, la uviko, lakini sasa hivi yeah, inarudi katika nafasi yake kabisa. Lakini bado inazidi kuwa uh, sekta kinara miongoni mwa sekta vinara kabisa wa uchumi wa taifa. Kwa hiyo yeah, inahitaji watu wengi zaidi mm. Uh, nafasi ya wa waongoza watalii mm, katika kuhakikisha kwamba uh, tunavutia watalii wengi zaidi tunapata, mm, wageni wengi zaidi Tanzania unaionaje? Oh yeah, good luck. Swali zuri sana. Asante, naomba nilijibu kama ifuatavyo. Mm. na huwa anapenda sana swala hili kwa sababu mimi pia pamoja na mambo mengine yeah, nimekuwa kama sauti ya kuwaswa, ya kuwasemea guides mm, nafasi yetu ni nafasi muhimu sana good luck, labda niseme kitu kimoja good luck cha mfano ambao utakuonyesha umuhimu wa sisi safari guide nafasi yetu. Yeah, eh, sisi ni kama injini injini yoyote naonyesha chombo yeah. Eh, kama vile ndege na injini, ukitoa injini kwenye ndege au mabawa, haiwezi kuruka kwa hiyo sisi guide tuna nafasi kubwa sana, sisi ni potential sana katika sekta ya utalii i. Yani, naweza kusema kitu kimoja good luck, na unielewe vizuri mm -hmm. Yani, huwezi kuzungumza utalii wa taifa lolote, na hasa sisi wa Afrika kama hujamzungumza guide, kama mtu wa kwanza kabisa anaiwezesha sekta iweze kurani. Ngoja nikwambie kitu kimoja good luck. Wageni hao wanaokuja Afrika wanaokuja Tanzania, yeah. wazungu hao, yeah. watalii. Hawaji huku ili ili kulala kwenye mahoteli mazuri mazuri, hawaji huku ili kula vyakula vizuri vizuri, ndio hawaji huku kwa mambo mengine mengine. Kinachowaleta huku ni kuvisit, ni kutembelea maeneo ya vivutio, na mtu pekee ambaye anaweza kulink kati ya mgeni na maeneo ya vivutio, nikiongelea Serengeti, nikiongelea Ngorongoro, nikiongelea Kitulo, nikiongelea Ru Ruaha, nikiongelea Mwalimu Nyerere National Park na sehemu zingine zingine, mtu pekee ambaye amepewa eh, nafasi ambao amepewa uwezo, ambao amepewa elimu, ambao amepewa skills na ujuzi na vitu kama hivyo ni guide. Sasa unaweza kuona namna gani guide ni muhimu sana. Ni kiungo muhimu sana katika kufanya utalii wa taifa letu Tanzania uweze kusonga na kuchangia pato kubwa sana kama ulivyosema la la la jidi katika katika nchi yetu, lakini pia katika pesa za kigeni. Kwa hiyo guide ni mtu wa kwanza, ni kiungo muhimu muhimu muhimu muhimu sana. Kwa sababu mtu mgeni akija mtalii akija, ndio mtu wa kwanza anayekutana naye, anayempokea anayemsimulia kuhusu Tanzania na vitu vinavyopatikana. Hinda amesema kitu kizuri sana, yeah. Tafiti nikupe sasa utafiti, mm. E, takwimu namba namba, namba zidanganye, mm -hmm. Utafiti wa hivi karibuni umeonyesha kwamba guide ndio mtu pekee ambaye anakaa na mgeni katika ule muda wote mgeni atakaokuwa katika destination yetu Tanzania yeah. Guide ndio mtu ambaye anakaa na mgeni kwa zaidi ya asilimia tisini na tano. Kwa hiyo kama chacha atakuwa amempa uzoefu ama experience ambayo sio nzuri, ndio tafsiri ambayo wa Tanzania ndio wako hivi. Sisi ndio kioo yani, <laughs> wewe ukionyesha tabia za ovyo ovyo za ajabu ajabu ambazo sio zile skills zetu, basi yeah. wewe unaonyesha kwamba Watanzania hivi ndivyo alivyo. Ni vitu pia ya majukwaa kama haya ya safari Wawezesha na vipi, uh, waongoza uh, watalii hasa katika kujiboresha kwenye ujuzi wao, mm, na kuwa kama sasa jukwaa la kuwakuza? Nakushukuru Hilda. Na nilikuwa nime anticipate hili swali, eh, niseme tu kwamba nafasi kama hii ambayo ninyi Azam, kwanza nichukue fursa hii kuwashukuru sana Azam Media, mmekuwa eh, mkishirikiana na sisi guides vizuri sana naweza kasema kwamba hakuna taasisi, hakuna chombo kingine cha habari au taasisi nyingine yote ambayo imeweza kuonyesha kwamba inawathamini na kuwaelewa guide vizuri zaidi kuliko Azam. Azam kila mwaka kwa takriban miaka kumi sasa wamekuwa wakishirikiana na ile TTGAF yeah, Tanzania Two Guides Award Foundation ya bwana ya Bwana Sadoki, kutushowcase kutuonyesha, kuonyesha umuhimu wetu sisi guides, yeah. kwa hiyo, kwa hiyo platform kama hizi zimetusaidia sana kusema ukweli. Uh, kutuonyesha na kuonyesha umuhimu wetu sisi kama guides katika kuchangia uchumi wa taifa letu, lakini pia katika kuelimisha mm. Eh, kuelimisha jamii kwa sababu eh, watu wakiona guide wakiona wazungu na kwenda huko porini, nafikiri kwamba mambo ya utalii ni wazungu wazungu tu mm. Lakini sasa tumeweza kuelimisha kwamba mtu yeyote anaweza akawa guide, lakini pia akasaidia kuelimisha jamii katika masuala sa, mazima sa. ya utalii, lakini pia masuala ya conservation yai uh lakini pia kuna swala la lugha pia. <laughs> <laughs> Unazungumza lugha ngapi bwana? Mimi nazungumza lugha mbili za kimataifa ambao ni Kiingereza na lugha zingine za kijadi nazungumza Kiingereza, nazungumza Kiswahili. Najua utashangaa eh, Kiswahili ni lugha ya kimataifa eh. <laughs> <Kisweta. laughs> <Kisweta. laughs> Watu wanafikiri kwamba lugha ya kimataifa lazima uongee Kispanish eh, lazima uongee Ki, Kireno, lazima uongee Kiingereza na Kijerumani. Kiswahili ni lugha ya kimataifa yeah. Na mimi huwa nawambia wageni naongea vizuri sana Kiswahili na huwa na nawafundisha Kiswahili pia mm -hmm. E, si tu kwamba nawambia na, na, na, na, lakini pia nawafundisha Kiswahili. Umewakutana na wageni ambao hawazungumzi lugha kati ya hizo mbili? Ndio. Ulifanyaje? Kuna tatizo moja ambalo gudu lakini nataka nikuelezee leo mm -hmm. Nakupa siri za, za ndani sasa <laughs> <laughs> unajua Kiswahili Mwalimu Nyerere wa kusema kwamba ni Kiingereza aliwahi kusema kwamba ni kusema kwamba <laughs> Kiswahili cha dunia <laughs> Kwa hiyo hata awe mgeni kutoka China, kutoka Ureno, kutoka kwingineko kokokote, huwa wanaelewa Kiswahili isipokuwa uh -huh. wamekuwa na tabia ya kwamba hawataki kuzungumza lugha za opponents wao uh -huh. Kwa hiyo mimi nakutana na wageni ambao wanasema hatujui Kiingereza, lakini baadaye mkishaingia huko porini huko kwenye masimbasimba stories zikianza kunoga uh -huh. <laughs> <laughs> Kiingereza <laughs> <laughs> <laughs> kwa hiyo niseme tu kwamba nimewahi kutana nao, lakini kuna namna fulani nataka kuwabadilisha kwamba mko katika jurisdiction nyingine, mko Tanzania. Kwa hiyo unawashauri nini watu ambao wanapenda kufanya kazi unayofanya wewe? ni lugha zipi ambazo uh, ni muhimu sana kwa kujifunza yeah? mm -hmm. mm -hmm. hata zikiwa zaidi ya hizo ambazo wewe unazifahamu, ziko lugha za kimataifa. Kuna Kiingereza, kuna Kihispania, kuna Kifaransa, siku hizi hata Kichina tumeanza kutengeneza soko la kutoka Uchina. Unajua China inaanza kuwa superpower, inaanza kuwa na ile surplus, inaanza kuwa na uchumi mkubwa, kwa hiyo watu wengi tunaamini sasa kuanzia miaka hii inayokuja watakuja chena. Alafu kumbuka pia juzi tulikuwa katika ile WTA gala World Travel uh, uh, awards, awards, ambayo imetutangaza vizuri sana Tanzania tumeibuka kidedea sasa. Ilia, trophy moja. Kwa zaidi ya trofi kumi na moja ambazo zimeonyesha dunia kwamba sisi ni vinara katika vivutio hey, vya utalii. Kwa hiyo tunaamini kuna... watakuja Wachina wa, wa, wa Japani wa yeah, Korea Wahindi na wengine wengine. Kuna maswali mawili ya kichokozi eh, natamani kukuuliza yeah. <laughs> Hii kazi umeifanya tangu ukiwa kazi ya, ya, ya tour guide. Yes, kwa maana ya tour guide. Umefanya tangu ukiwa kijana sio? Ndio, hata sasa bado kijana mimi. Kwa muda gani labda <laughs> kwa, kwa muda gani? Mimi nimefanya kazi kwa zaidi ya miaka ishirini na nafikiri sasa hivi ni miaka 22. Kuanzia 2003 mpaka leo. Kwa hiyo ukiwa tayari uko nimeshaingia kwenye, yeah, kwenye taaluma, tasnia uh, wakati ulikuwa kijana uh, umewahi kukutana na mgeni kutoka ng'ambo ukampenda ukampenda, kwa maana ile Eh. <laughs> Mimi ni binadamu, nina nina traits, nina behavior, nina feelings, nina sensations, nina emotions, kwa hiyo si si kwamba ukiwa guide basi umekuwa kama jiwe eh. Aa, ni binadamu na na, na, na, na hisi feelings za kupenda na vitu kama. Lakini ulivompenda ulifanyaje? Uh -huh. kupenda. Lakini tuna miko. Mtu mmoja unaruhusiwa kupenda kwa sababu ni binadamu, lakini tuna miko. Uh -huh. kwa hiyo hutakiwi kuonyesha mambo ya mapenzi mapenzi wakati ukiwa kazini. Hmm. Mimi nataka nifanyaje sasa? Ah, sasa nilivumilia kwa sababu tayari nilikuwa na mke. Hata uchokozi, swali lingine ili sio gumu sana chacha, lakini hujauliza pia kwamba nami niliwahi kupendwa mara ngapi? Tunastiki katika miko eh. Uwezi kuwa gaidi ambaye kama ulivyosema Hilda unawakilisha uh -huh. taswira ya nchi yako, alafu ukawa mtu wa kuonyesha onyesha tabia za kupenda penda. Utapenda wangapi? Kwa sababu kuna watu watofauti tofauti, wengine wanafanana na malaika. Mashallah, pamoja sasa lazima hiki katika miiko no. Katika ethics tuko pamoja, mm eh, -hmm. Na huwezi kuwa guide mzuri kama huna ethics ambazo mm. eh, ziko concrete. uh, Swali lingine nataka nijue kitu gani ambacho uh, umewahi kufanya kwenye tour guiding, mm uh, baadaye ukawa disappointed, either ulifanya wewe au ulifanywa na mgeni wako au hiyo uh, a hey, lakini bi yake, kitu gani ambacho kilikufanya ukawa very excited kwenye kazi yako hii ya tour guiding? eh, yako mambo mengi sana. Tuanze eh, na hili la like, kitu ambacho good, like, eh, kwa kifupi fupi, kwa kifupi good, good yeah, luck tunakutana na watu wa kutoka mataifa mbalimbali. Labda nikupe tu takwimu ndogo roughly mm. mimetoka nimeanza kufanya hii guiding zaidi ya miaka ishirini nisha naweza kusema kwamba nimesha host zaidi ya wageni elfu kumi yeah. Kwa hiyo usitegemei mm. kwamba wote walikuwa wazuri wazuri tu soft. Tunao wageni wanatoka katika mataifa ya ambayo hawaamini kwamba mtu mweusi anaweza kushowcase anaweza kuonyesha, uwezo anaweza kuwa na confidence, anaweza kuwa na skills, anaweza kuwa na knowledge yeah. Kwa hiyo tunapata ma racist, yani wabaguzi wa rangi, tunao, tunawapata kwa hiyo. umewahi kubaguliwa? Uh, ndio hivyo vitu vinatokea, kwa sababu ndio. ndio kitu ambacho kiliwahi kukudisappoint mm. yeah. kitu kile disappoint sana. kitu gani yeah. kimekufurahisha sana kwenye kazi yako? Ah, viko vingi sana, lakini nitaelezea nita, nita, nita vichache mm. hata kimoja tu. bali niwahi kupata wageni ambao niliwapeleka Beach to bush, uh, beach to bush, uh -huh, au bush to beach, kwa kwanzia Serengeti kwa mpaka, mpaka Zanzibar. okay. mm -hmm. Lakini baada ya hapo wakasema ba, tumekupenda sana chacha, una uwezo mkubwa, ilikuwa ni familia yeah. Wakasema tunataka utupeleke utufanyie the East African Expedition kwa mm -hmm. Nikawapeleka Uganda tukaenda oh, kule, kule, kule Bwindi kwenye magorila yale makubwa yale wanyama wale wakubwa, kama unafahamu mm -hmm. Tukaenda Jinja kule kwenye source ya River Nile, lakini tukaenda Nakuru, Naivasha mm -hmm. Tukaenda paka Nairobi National Park tukarudi Arusha kitu ambacho kinifanya kini nikafurahi sana, kwa sababu waliniongezea wigo, waliniongezea uwezo mm, wa kuwa tu sio local guide, lakini nimeweza kuwa international guide mm. nimefanya cross border tourism, lakini zaidi ya hapo bwana, walinipa bakshishi nzuri sana. Kuna kitu watu naita bakshishi, tip. Unajua kirefu cha tip? TIP. Ndio leo sasa watu wajue, ndio wa faida ya kuwa na chacha. Sasa ni nini? Wakati utalii unaanza kupindukia ku huku katika mataifa yaliyoendelea magharibi uh -huh. Uh, kulikuwa na wahudumu wachache sana katika sekta ya utalii okay. Kwa hiyo wageni walipokuwa wanakuja walikuwa nakumbana na hiyo kadhia kwamba hakuna wahudumu wa kutosha na wana uh -huh. mapesa mengi uh -huh. ili wakuhold wewe chacha ili wakuhold wewe hili dawa good luck uh -huh. inabidi wakuinshue promptness prompt. uh -huh. Tip to ensure promptness kwamba, yeah. Muda wote tukikuhitaji utakuwepo, kwa hiyo tunakupa bakshishi ya kutosha kufanya. hey. uwe karibu na sisi, utapenda zaidi kubaki nao. uh -huh. <laughs> <laughs> <laughs> yeah, yeah, uh -huh. kuliko kirefu cha tip to ensure uh -huh to ensure oh, yes. promptness mm. Yani promptly huko yes, yeah. wa, na sisi kwa pamoja waelewe wasikilizaji pamoja na watazamaji wameweza kujua, watu wengi watavunga, lakini wengi walikuwa hawajui hawajui. ah, wengi sana <laughs> chacha <laughs> ndio <anduwa laughs> amewasanua. Kuna mtu ananiambia na wewe ukiwemo, would like. Kwa hiyo wale wageni bwana, nikwambie katika <laughs> to <tu> ensure <inshua> promptness <laughs> wanambia chacha, wewe sio um, mtu wa kukupa vihela vidogo vidogo, atakupa <laughs> hela <vila> kubwa sana <laughs> wale wageni wa walipeleka wanipeleka kusoma katika chuo kimoja kipendwa sana the most reputable college in Africa yeah. The most reputable college in the world, wanipeleka katika chuo ambacho nilikuwa na ndoto ya kusoma pale kwa miaka mingi sana yeah. Chuo cha wanyama pori Mweka com mm. Wewe ndio ulijua, kwa sababu wewe ulikuwa unasikilizia ajue ni wapi Mweka eh? wakati mwingine <laughs> eh, tupate nafasi pia kuzungumza bila shaka ah. Oh, Richard Nyandongo tumefahamu kuhusiana na safari yake na mengi pia ambayo amekuwa akiyafanya kama mwongoza watalii mmoja kati ya washiriki pia ambao wamekuwa katika safari la, la, lakini Hilda samani kama ujamaliza Chacha vu basi, kidogo kidogo, kofia, unajua alivyopiga kofia hiyo eh. Uh, kuna watu wanaweza sikuone vizuri wa siku. Kwanza kwanza, good luck, umefanya vizuri sana kuomba eh. Hii point unajua, yeah. Mimi ni hii kofia kwani naivaa Mlinijua tu, nomana mwanzo tu mbaba chacha vua hiyo kofia. Mimi, mimi, mimi. Akagoma. AK zangu. AK zangu ni, unajua ulikuwa na brand. Ndiyo. AK zangu mimi ni CHACHA, Nature Enthusiast, Wildlife Interpreter, the Serengeti Guide, the Free Ambassador Guide. Kwa hiyo CHACHA hii hapa yeah. <laughs> Na mimi ni mtu wa branding. Nilishinda mwaka jana katika ile tuzo ya ambayo ilioneshwa na Azam. Kumbe CHACHA, sio kama ni jina lako, kama chacha yaani unatokea? Hapana, ni jina langu ni... mtoto wa kwanza kule katika kabila la Hmm. Na mtoto wa kwanza ni ni mtu tajiri, mtoto wa kwanza, la lakini, kwa hiyo, kama ulivyosema nivue, kuna, kuna <laughs> mzungu mmoja aliniambia, ukiangalia, unajua maana yake nini Eh, hey, mafilosofa <laughs> Chacha asante. Najua <laughs> wote nyie ni wazungumzaji samaliga. <laughs> Naomba niwakatishe hapo. <laughs> Kabisa. Tunakamilisha hivyo. <laughs>